Wapenzi watazamaji wa Mathew official one, um, moja ya sababu ya kufungua hii account ya, ya YouTube ni sababu kubwa ya kuweka mafundisho ya kimungu na ya kidini kulingana na njia ya Ukristo. Tutakuwa na nafasi ya kukua, tunachukua mahubiri sehemu tofauti. Hatutaegamia kanisa yoyote ile, bali tutakuwa tunachukua mahubiri katika kanisa tofauti, tunarusha kwenye mtandao wetu. Ikiwa kama utahitaji kututafuta, uta angalia namba ambazo ziko hapa chini, unatutafuta, nahitaji kuzungumza na watu wa Mungu, nahitaji ku, kuongea moja mbili tatu, nataka kutoa ushuhuda wala na, kuna message fulani ambayo Mungu alinipatia kwa kusema nifikishie watu um, na kuna kwengine tutakuwa tunagonga mlango Mungu akituongoza ya kwamba naenda sehemu fulani kama kanisani, tunaenda tunachangia ibada na wengine, na tunafata mahubiri na yale mahubiri tunashuti, tunaweka kwenye mtandao. Sasa isikusumbue na wala isikupatie presha ya kwamba ukituona leo ama kesho kwenye kanisa lako, ibadani, popote pale, tunakuja Usishangae wala usiwe na hofu ya kwamba o, nitaongea lugha fulani itakuwa ngumu kwa kusema waelewe hawa watu, labda kwa sababu mnasikia naongea Kiswahili, sio kwamba atongee lugha zingine. Hata ikiwa Kirundi itakuwa sawa, na kama itaomba mtafsiri tutatafsiri, alafu kazi ya Mungu iendelee kwa sababu watu wako tofauti na watu wanapewa karama tofauti. Aa, naweza nikashindwa kufanya hili lakini Mungu akaniwekea wepesi kwa hili ili tuweze kuendelesha Injili, na wakati huu ni wakati wa mwisho, tukiangalia nguvu ambazo shetani anaweka sana kupitia mziki, Aa, mziki huu wa kidunia kupitia filamu hizi za kidunia ambazo zinaharibu watoto kila siku zinaharibu hata na watu wazima. Sasa sioni sababu ya sisi nasi kuweka juhudi na bidii ili kuamsha ulimwengu ili kuwajuza yale ambayo Mungu anahitaji na yale Mungu ambayo anataka kutoka kwao. Basi usisite kutupigia, usisite kututafuta hata kwenye WhatsApp ili tuweze kuwa tuna ili tuweze kuambatana na kuweza kushikamana. Tunakuja um, tuna, tuna shuti tunaweka kwenye YouTube, basi haitakuwa ni faida kwangu mimi peke yangu, bali wewe utakuwa una unatoa ushuhuda wako ama unahubiri utahubiria kanisa, na moja kwa moja tunaweka kwenye account ya YouTube haitatizamwa tu na watu wenye wa kanisani bali itatizamwa na watu tofauti tofauti, watu mamia, watu maelfu, watu mamilioni, kulingana na jinsi Mungu atatuwezesha. Na sio kwa kuwa seme tunataka tujulikane, tunataka tupate mapesa, hapana. Moja kwa moja na nia yetu ni kutangaza Injili, ni kutangaza Injili wale ambao wakingali bado nyuma labda Video yako ambayo tutairusha hapa itawaokoa wawili ama watatu ambao Mungu labda kama haja, eh, para, parapanda ya mwisho haijapigwa, kwa sababu ya wale watu wawili watatu kuokoka wala kumrudia Mungu, ni kwa sababu sauti yako kufanya hivyo. Basi na sisi aa, neno katika Biblia ambalo tutakuwa tukilitembelea tutakuwa tukilitembelea sana ni kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu na Torati thelathini uh, mstari um, wa kumi na tisa mpaka ishirini pale ambapo Mungu mwenyewe anatuelekeza, ametuwekea njia ya mauti na njia ya uzima, lakini Mungu tena akaamua kutuchagulia mwenyewe kwa sababu anatupenda, alituumba kwa nia moja na alikuwa na malengo na sisi anatuchagulia kwamba tuchague uzima. Basi na mimi leo naweza nikakutakia kuchagua uzima, kuchagua uzima, uzima kwa sababu wakati ni huu na muda ni huu. Kisubiri kesho, haujui saa za nyuma hapo ama za mbele zinasubiria nini kwako. Basi mpokee okay, Yesu umwamini na ukubali kwamba ni Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yako. Basi mengine yatajitengeneza, labda utatoka mwili utajikuta huko nyingine sehemu ambayo ni tofauti na kule ambapo ulipokuwa. Basi nawashukuru. Aoao shalom, shalom. Nasema ama hii ni video ya utangulizi ya kuonyesha hii channel yetu ama hii shene itakuwa ni ya sababu gani. Itakuwa ni ya sababu gani eh? haitakuwa ile ya kuweka secular ya kuweka vitu vya vya kukosa heshima, bali itakuwa ni neno la Mungu kwenda mbele, ushuhuda kwenda mbele. Labda ambaye atakuwa anataka kuongea na watu wa Mungu, basi asisite kutuita, tupo tayari, tupo tayari. Labda utakuwa utofauti tu, atakuwa yuko mbali na sisi tuko mbali yake kunakuwa kale ka ugumu, ili gisi Mungu ata ataongoza kwa sababu tutasema kwamba tunajiweza katika yote, lakini tutawezeshwa na Mungu, na Mungu ndo mwenyewe atatuwekea wepesi. Kwa hiyo um, labda anaweza kuwa yuko mbali, tunasema hapana, uwezekano wa kusema sime tufike ni mgumu. Basi ikiwa kama naye atakuwa naona kama faida ipo ya ambayo anapenda kuongea naa na, kuongea na watu wa Mungu, anaweza kusema nauli njoni, hakuna tatizo. Hata na sisi tukikuwa tukonazo mfukoni sana sana, vile jinsi tuliweka juhudi ya kusema tupate vifaa na ambao waliojitolea kutununulia kamera kutununulia na vingine, na sisi tukaweka juhudi ya kusema itabidi hivi vitu visifanye kazi tu kwa sababu ya ya kutunufaisha sisi bali tufanye kazi ambayo inaweza ikatusaidia hata kesho, na Mungu akatukumbukia kwa yale, tukawa kama Ezekiel alivyoambiwa kwamba siku zake zinakwisha. Mwishowe hakukaa tu kimya, aligeukia ukuta na kumkumbusha Mungu yale ambayo aliyoyafanya, yale ambayo aliyatenda ali kwa manufaa ya Mungu, sio kwa manufaa yake, ama kwa, kwa manufaa ya watu wa Mungu. Basi na sisi tusikose cha kumkumbusha Mungu, tusikose cha kumkumbusha Mungu, Mungu. Basi kwa bidii yako na nia yako ya kusema watu waokoke na kusema watu wamrudie Mungu, basi usisite kutuita, namba tutaweka hapa chini ambayo itakuwa ni ya direct, ama direct. na nani na, ni, na na namba ambayo itakuwa ni, WhatsApp. Si Shanghai, ambayo ni uh, uh, ya WhatsApp. Usishangae, tutaweka namba ambayo itakuwa ni ya tofauti ya nchi nyingine kwa sababu ndio tunayotumia. Um, nafikiri ni hivyo, na Mungu awabariki uh, sana. Mimi ni ni Mathew mwenyewe ama Mathieu ama Matayo ndiye mimi, na tutakuwa tuko pamoja wakati wote ule atakuongea hata kufanya vipindi na watumishi tofauti tofauti tutafanya nao katika lugha ya Kirundi, katika lugha ya Kiswahili, labda tutajitahidi kwenu. Mungu awabariki sana na nawapenda sana na Mungu atutangulie katika yote, kwa sababu tunawaza kama wanadamu, lakini Mungu naye anakuwa iko ndani yetu, na anaweza akatuwezesha kulingana na hilo. Basi Mungu awabariki sana. Amen, amen.